Waambie watu wako waharakishe barabara hizi mheshimiwa DC hizi za awali Moga natoa miezi miwili tu. Sawa. Huu e, mwezi wa ngapi? Yaani e, wa 4 na wa 5. Sawa. Tarehe 30 mwezi wa 5, barabara hizi zote zile za awali ziwe zimekamilika, mitaro hiyo imekamilika na taa za barabarani zimeshafungwa miezi sawa. miwili. Hatutaongeza muda. Sawa. Kwa hiyo, manager, mna wajibu huo. Hakikisha miezi miwili barabara hizi zimekamilika zote. Sawa. Yaani, taa zimefungwa za barabarani, mitaro yote imekamilika. Sitaongeza muda. Kwa sababu barabara hizi zilikuwa zinamalizika mwezi wa kumi na mbili silikuwa Desemba lastia, lakini mpaka leo hii maanake tunaongeza miezi karibu sita e. Kwa hiyo ninawapa miezi miwili, mpambane usiku na mchana, wafanye kazi usiku na na mchana, waweke taa, wafanye kazi usiku na mchana, wamalizie mitaro, na hao mliwapa kazi ya kuleta taa, taa zije zianze kufungwa kwa barabara ambazo tayari zimeshakamilika. Tumeelewana vizuri eh? Sitaongeza muda manajer, na ndio kipimo chako hicho kwa sababu sijafurahishwa na utendaji huu. Kwa hiyo kipimo chako, na kuongeza miezi miwili tu, ukishindwa nitakutafutia kitu kingine. Naendeleaje? lakini tumeelewana. Naendeleaje? lakini na sisi tunaangalia barabara zetu hizi, simezipenda lakini Eh wanaweka e, na mitaro e, itasaidia jamani. Salamu aleko. Salama, e, salama salama kwa tukiweka mitaro itasaidia kweli kweli. Basi asante mama. Jamani salama. Tunam, tunamshukuru Mheshimiwa Waziri kwa kututengenezea hii barabara hapa kwa sababu mwanzo ilikuwa haipitiki ilikuwa ina ili madimbwi Yani ilikuwa ni shida sana pale ambapo wanapokuja mzazi au mtu ametoka kufanyiwa operation au mzazi katoka kujifungua kwa, ilikuwa ni kero sana, lakini sasa hivi watu tunapita bila shida yoyote, tunaenda tunarudi. Kwa hivyo tunamshukuru mheshimiwa rais na mbunge wake pia ambaye ni, ni waziri wa TAMISEMI. Tunamshukuru mbunge wetu, waziri wa TAMISEMI na mama yetu Samia Suluhu. Sasa hivi changamoto zimeisha, barabara safi, hakuna vumbi